nayo ni nguzo ya pili katika ibada ya umra baada ya ihram, tukazungumzia tawafu na leo biithni llahi taala, tutaendelea katika nguzo ya tatu ambayo ni asai. Asai ni ni kutembea baina safa walmarwa, swafa walmarwa hii, ni asli yake ni milima miwili ambayo ilikuwepo pale Makatul Mukarama. Mlima wa kwanza unaitwa Swafaa na mlima wa pili unaitwa Marwa. Kwa hiyo mutamir yule ambaye ata anafanya ibada ya umra, analazimika baada ya kumaliza tawafu, atekeleze hii nguzo ya tatu ambayo ni kutembea baina Swafaa na Marwa, saayi. baada ya kumaliza katika kuswali katika Maqam Ibrahim pale. Kwa hiyo ataingia ateng katika sehemu ya masaa, imeandikwa masaa ni sehemu ya kutembea ambayo yo sofa na marua. Ataenda mpaka katika Jabal Sofa. Katika Jabal Sofa atapokaribia kule au atakapoanza kuingia katika Sofa atasema, allahuma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin

mwanzo kabisa kuanza Sofa na Marua. Vile vile hii inakuwa ni kama tawafu, isipokuwa tofauti yake yani, kwa sababu unakuwa unatembea una, una una, katika jabal Sofa alafu unaenda katika jabal Marua, hisabu yake inakuwa tofauti na, na tawafu. Katika hisabu unaanza katika Sofa ndio utakapoanza, ukifika Marua unahesabu hesabu moja Alafu unaanza Marwa unakuja tena Swafa, itakuwa mbili, hivyo hivyo mpaka unamaliza mara saba. Unaanza Swafa na utakuja kumalizia Marwa. Ukimaliza Marwa itakuwa ushakamilisha mizunguruko saba, kama kule katika tawafu unazunguruka mara saba, na vile vile katika Swafa na Marwa utaz, uta, utatembea mara, mara saba. Wakati wa utakapoanzia utaanza katika Jabal Swafa.

Dua uh, zote zile utaomba baadaye. Tena ndo utaanza kutembea, utaanza kutoka Swafa na utaza utakuja zako Marua, na ukifika Marua vile vile unaweza kuomba dua. Katikati ya baina Swafa na Marua unaweza kusoma adhkar, unaweza kumsabihi Allah subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Unaweza kumsalia Mtume Allahuma sali ala muhammadin wa ala ali muhammad

yaani al alama mbili zipo, alama za kijani, alama za za kijani utaziona pale. Ni ishara pale, ukifika pale unatakiwa uharwil, yani utembee kwa kwa spidi, na hii ni kwa wanaume haswa, hii kwa wanaume. Ukifika katika zile alama mbili ambazo za kijani, wanatakiwa watembee kwa spidi kidogo tofauti na wanawake. Alafu baina Swafa na Marwa Eh, uh, unatakiwa usome mfano kama dua ifuatayo allahuma uh, uh, jal hadha almashya kafaratan likulli mashin karihtuhu minni allahuma uh, uh, jal fi qalbi nura wa fi basari nura. Dua kama hizo, yani dua mbalimbali. Sio lazima kusoma dua kama hizi, lakini hizi ndio dua ambazo zimetajwa zime na na maulama na vile vile, tuliposema pale baina ya alamaini zile alama mbili ambazo za kijani

wa anta rabu wa anta lhakam. Kwa hiyo hii dua unatakiwa usome pale baina alama mbili za kijani ambazo zipo katika Swafa na vile vile ipo katika upande wa Marwa. Ukifika sehemu hiyo, unatakiwa usome dua hii ambayo tumeisoma. Haya ndo mambo ambayo, ambayo yanaambatana katika Swafa na Marwa. Lakini zipo baadhi ya tanbihat, yani tunatakiwa tuzijue baadhi ya uzinduzi au mulahadhat ambayo yanafungamana na Swafa na marwa Mulahadha kwanza au mazingatio ya mwanzo, idadi ya ya kwenda baina Swafaa na Marwa ni mara saba, haitakiwi kuzidisha wala haitakiwi kupunguza, iwe mara saba. Ikiwa mfano mtu ka, katia shaka, yani kagafilika, kwa sababu unatembea masafa makubwa, tem nyingine inawezekana ikawa e, eh, miachana na watu ile ile, hesabu ikawa imeku, imekutoka kwa hiyo, ikiwa unashaka ah, mimi tembe sasa hivi mzunguko wa saba au wasita, kwa hiyo utasema wasita sasa hivi ili umalizie tena wasaba. Na hali kadhalika mfano ni mzunguruko watano au wasita, utasema watano ili ujenge kwa yakini, usije, usiwe na shaka, uwe na yakini kabisa. Mulahadha wa pili katika tawafu sharti kwamba lazima uwe tahir, uwe na tahara, lakini katika swafaa na marwa haishartishwi. Hata mfano mtu, mfano udhu umemtoka au kapata janaba kapata hedhi, basi anaendelea na kwenda swafa na marua, kwa sababu sio sharti. Sharti ni katika tawafu peke yake, sio katika, katika swafa na marua. Ikiwa mfano mtu anatembea baina swafa na marua, lakini wakati wa swala ushaingia, kwahiyo atastopisha ile swafa na marua kwa ajili ya swala. Akisha kumaliza swala anaendelea kama kawaida, anazingatia tu idadi yake. Ah, kwamba kwa, vile vile ikiwa imekimiwa swala na bado watu wanafanya tawafu tawafu, watastopisha tawafu yao kwa ajili ya kuipisha swala iswaliwe. Baada ya kumaliza swala, vile vile wanaendelea tena na mzunguruko wao kama Uh, upande wa mwanamke kai, katika zile alama mbili ambazo tumezitaja za kijani, yeye mwanamke hatakiwi kutembea kwa spidi kidogo, hii ni kwa wanaume tu. Kwa hiyo mwanamke yeye atenda kama kama kawaida. Kwa hiyo hii ndo ibada ya ya nguzo ya tatu ambayo ni katika nguzo za Umra. Tumezungumzia nguzo ya mwanzo ambayo ni al-ihram. Nguzo ya tatu, ya pili ni atawafu, na nguzo ya tatu ni asai, ambayo ni kwenda Swafa na Marwa. Tukikamilisha vile vile katika mambo ya wajib ya kuwatekeleza katika ibada ya umra baada ya kumaliza, ibada ya baada ya kumaliza nguzo yako ya tatu ambayo ni Swafa na Marwa, tena pale mtu anatakiwa, anatakiwa akapunguze nywele, apunguze nywele au anyoe, lakini kutokana na yeye anatekeleza ibada ya, ya hija, inapendelewa ina kwake yeye bora apunguze kuliko kunyoa, kwa sababu akinyoa itakuwa baadaye kidogo zile nywele hajakuwa vizuri, lakini akipunguza zitakuwa e, atapata kunyoa vizuri baadaye wakati wa wa hija. Kwa hiyo baada ya kukamilisha, ibada yake, ya kukamilisha ibada yake nguzo yake ya tatu swafa na marwa ataenda kupunguza. Kwa mwanamme atapunguza na au atanyoa na. Kwa mwanamke vile vile naye anatakiwa apunguze, lakini apunguze kiasi kidogo, kama mfano wa ncha ya kidole atapunguza mwanamke. Mwanamme ataenda zake kwa kinyozi ata, atanyoa na, mwanamke vile vile atanyolewa na mwanamke mwenzake. Atanyolewa na mwanamke mwenzake, au ukiwa akaenda na mume wake, basi anaweza kunyolewa na mume wake wa kwa hiyo hapa itakuwa yeye amekamilisha ibada ya umra. Sasa hivi atakuwa uh, e, ametahalal yani kashakuwa halali ku ishakuwa e, halali kwake yeye kuvaa nguo zake za kawaida upale, kwa sababu pale alikuwa na ihram. Kwa hiyo sasa hivi atavaa nguo zake za kawaida, ataruhusiwa kujitia manukato na mambo yote yale ambayo amekatazwa, basi sasa hivi anaruhusiwa, katika kukata kucha, katika kunywa sharubu na hali kadhalika yote ambayo amekatazwa. Kwa hiyo hapa itakuwa amekamilisha kutekeleza ibada ya umra, insha allah. Atakuwa tena anakuwa anatekeleza tu ibada nyingine katika mambo ya swala mpaka ataka, atakapofika katika mwezi nane, atakaa at, ata, kwa ajili ya kujiandana na heja insha allah. Kipindi kitakachokuja tutakuja kuelezea vipi ata, atajiandaa na ibada ya hija.